Ewe Mola wangu, muongoze mwanangu kabla hatujachelewa. Katika jioni tulivu ya Ijumaa, Mama Imran aliketi kitandani, machozi yakimdondoka, moyo wake ukiwa mzito kwa ajili ya mwanaye Imran. Aliyewahi kuwa mpole, sasa alikuwa akipotea polepole katika vijiwe vya maovu. Wakati huo huo, Imran akiwa kwenye vijiwe vya starehe, ghafla alizidiwa na maumivu makali ya kifua. Marafiki wake wakamcheka, wakidhani anajifanyisha. Lakini kidogo kidogo macho yake yakaanza kugeuka, sauti ikawa nzito. Akiwa katika hali ya kupoteza fahamu, alisikia sauti ya kustaajabisha: Imran, safari ya hakika imekaribia, na kaburini si mbali. Sauti hiyo ilipaa, ikamtingisha nafsi yake. usiku ule Imran akiwa nyumbani baada ya kushindikizwa alilala usingizi mzito. Ndoto nzito ilimjia, alijikuta katikati ya kaburi jeupe peke yake. Kaburi likafunguka na giza jepesi likamfunika. Malaika wa adhabu akatokea akiwa na nuru ya kutisha lakini yenye utulivu. Malaika akasema: Imran, dunia imekudanganya, hukutaka kusikia wito wa swala, hukutaka kutenda mema Leo utaona kilichoandaliwa kwa mwenye kupuuza. Kisha ardhi ikapasuka, ikatokeza moto mkali chini ya miguu yake. Sauti za watu akiria zikaanza kusikika. Ewe Mola, nirudishe duniani, nitende mema, aliomba kwa hofu, lakini dhoruba ya vumbi ikamziba kaburi likamsongesha, likimsukuma kama shingo ya chuma inayobana. Malaika akasema kwa sauti nzito, hii ni kionjo tu Imran. Hakika adhabu za kaburi zipo, lakini rehema za Mola wako ni pana zaidi kuliko dhambi zako. Kwa sekunde, giza likageuka nuru, ndoto ikakatika. Imran akaamka akipumua kwa kasi, mwili wake wote ukitetemeka. Asubuhi ilikuwa ya utulivu. Imrani alitembea moja kwa moja hadi msikitini. Aliwakuta wanaume wakiswali dhuha mbele ya msikiti. Sheikh Abdurrahmani alimwona akitetemeka. Sheikh akasema, ewe kijana, roho yako inalia, niambie nini kimekufikisha hapa? Imrani akaanguka chini, machozi yakimtiririka, akasema kwa sauti ya kilio, Sheikh, nimeonyeshwa kaburi, nimeonyeshwa moto, nimeonyeshwa adhabu, nataka kutubu kabla sijachelewa. Shekha akamshika bega, akatabasamu kwa upole. Mwenyezi Mungu hupokea toba ya mja wake hadi pumzi ya mwisho. Kaburi lina adhabu, lakini pia lina neema zisizo na mwisho kwa wenye kutubia. Imrani akaswali swala yake ya kwanza baada ya miaka mingi. Alirudi nyumbani na kumkuta mama yake akisoma ya Korani. Kwa mara ya kwanza alimkumbatia mama yake bila aibu. Imrani akasema Mama, naomba unisamehe, nataka kuwa mtu mwema. Mama akajibu kwa machozi ya furaha, mwanangu, sijawahi kukuchukia. Leo umeviacha giza, hiyo ndiyo dua yangu ya miaka yote. Siku zikapita, Imran akawa mtu mpya, anaswali, anasoma Qur'an, anawahamasisha vijana wenzake kuacha maovu. Alikuwa akiwapa somo la ndoto yake ya kuamsha nafsi kuacha maovu. Imrani akawa anasema katika mikusanyiko ya vijana, ndugu zangu, dunia imejaa utamu bandia, lakini kaburi halidanganyi. Kila mmoja atalala humo. Tutubu, tuswali, tutende mema. Hakuna nguvu kuu kama rehema za Mola. Wote wakanyamaza wakitafakari. Adhabu za kaburi ni jambo la haki na la kweli katika mafundisho ya Kiislamu, lakini pamoja na hayo, rehema za Mwenyezi Mungu ni pana zaidi kuliko dhambi zote. Toba, swala na matendo mema ni kinga ya Muislamu hapa duniani na kaburini. Uongofu unaweza kuja wakati wowote wa kwa yeyote maadamu moyo wake haujafungwa.